Simba TV ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuna mengi ya kukujuza kuhusiana na klabu yetu pendwa ya Simba. Kubwa wiki hii ni mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Coastal Union. Tutaangazia pia mchakato wa kumpata mzabuni mpya wa vifaa ndani ya klabu yetu. Timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 inaendelea na programu ya mazoezi, na ndani ya Simba TV hii leo tumepiga stori na kocha wa timu hiyo. Karibu, tufurahia kwa pamoja Simba TV. Simba TV leo inaanzia Arusha, chini ya mlima namba mbili kwa urefu Tanzania, Mlima Meru, mji wenye vivutio vingi vya utalii na wenye watalii wengi. Mnyama alikuwa hapa mwishoni mwa juma lililopita. Mnyama alikwenda Arusha kutafuta alama tatu dhidi ya timu ngumu ya Coastal Union. Jumamosi ya hukumu ikafika, uwanjani tukaingia na pumzi ya moto ilisimamiwa na striker refu kuliko goli Steven Dese Mukwala. Kibu Denis ameinua mpira ule, yuko pale, David Godfrey Kameta anaingiza cross ile, nafasi yes! Steven Dese mukwala hati ya ubaya ya ubwela Coastal Union inaingia kwenye mfumo wa Simba Sports Club, kiko juu, kibegi cha makombe wako katika kiwango cha furaha ambacho akihitaji kutoa ahadi. Simba uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amr Abeid, anayeunguruma ni Simba hafui dafu, mbweha pasi ndefu kutoka kwa Kibu Dennis ikatua kwa Kameta, kwa jicho la uzoefu na uwezo wa hali ya juu. Anatafutwa Steven dese Mukwala, anaitanguliza Simba Sports Club akiandika bao la sita msimu huu. Anaenda kuambia ni akili tu Kameta, finya nzuri sana ile. Steven dese Mukwala anamwinulia Kameta ndani ya boksi, David Kameta anatoka tena

mioyo ya mashabiki kwa Simba katika dakika zaniongeza kipindi cha kwanza, anachagua kuto kuacha salama Coastal Union. Kibu Dennis Prosper alimtafuta Elie Mpanzu, kibisawala ya chini chini, namkuta Dese Steven Mukwala anaambia licho kifanya mwanzo na kifanya tena wakati huu mbele yase mfuko Charles Daudi kutawala katika Kenini mgenini Steven Kwala mukwala Steven Desse Kwala, mpira umetua kwa Elie Mpanzu ambanisha Elie Mpanzu, huyo hapa Elie Mpanzu katades shia kwamba hana wanja wa ugenini yeah, yeah. Anathibitisha daraja lake katika jiji la kitalii Arusha, katika uwanja kumbukumbu wa Sheikh Amri Abeid anatakata Steven Dase Mukwala, anafikisha idadi ya mabao nane msimu huwa ligi kuu ya NBC, alikuwa na mabao matano kabla anazirudisha kumbukumbu za John Rafael Boko <coughs> kwenye ushindi wa mabao saba bila . Ilianza hivi Elie Mpanzu akaichekecha kati ya Mkwaja ambao ulimshinda mgeni ukakutana na Steven Dese Mukwala akawambia, na kindio hat trick yangu for the first time katika ardhi ya Tanzania. Simba Sports Club wanaunguruma, Shehe Ambrabeidi wanachinja. Mukwala akateuliwa kuwa mchezaji bora wa mechi hiyo kwa kufunga magoli matatu peke yake uh.

Japo hajapata muda mwingi wa kucheza msimu huu, lakini baada ya kupewa nafasi ameonyesha uwezo mkubwa sana, na mzungumzia David Kameta Duchu. Aa, kwanza niseme mchezo ulikuwa mgumu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wa wachezaji kwa pamoja kushirikiana pamoja na benchi la ufundi, tumeweza kufanikisha kupata pointi tatu. Ah, mi nashukuru kwanza, cha kwanza lazima niwashukuru kwa benchi la ufundi kwa kuweza kuniamini, kunipa nafasi. Cha pili ni wachezaji wenzangu ambao wameweza kunisapoti Yep, japo kwa kuwa sijacheza muda mrefu, lakini wamenipa, wameweza kunipa confidence kwamba bwana tuende tu fight, kwa sababu ukiangalia sasa hivi mechi zipo karibu karibu kwao, lazima kila mchezaji atapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo inabidi unapopata nafasi ya kucheza inabidi ucheze, kwa sababu ukiangalia kila mchezaji sasa hivi anatafuta nafasi ya kucheza ili ajihakikishie nafasi ya kuwepo kwenye timu. Aa, kwanza niseme kwamba mimi toka mara ya kwanza nakuja Simba nadhani mchezaji ambaye alikuwa ananivutia toka nipotoka huko ni Shomari Kapombe, na amekuwa na mchango mkubwa sana kwangu mpaka kufika hapa, kwa sababu pia hata kama nakuwa sipati game time, lakini ananiambia, ananitumia message, mdogo wangu kaza, kuna siku utapata nafasi, tucheze kwa kusaidia timu tu, yani wewe, usi, usi, usi, usi, usinungunike kwa kukosa nafasi. Kwa hiyo kikubwa, mi namshukuru sana Shomari Kapombe pamoja na walimu wote ambao wanaendelea kuni, kunifundisha kwa sababu mi bado kijana, sometimes nakosea. Kwa hiyo pale napokosea wananisaisha wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana kama kijana wao. Mi ningependa kuwashukuru washabiki wote ambao wamekuja kutusapoti. Unajua mashabiki kwetu ni sisi, bila wao hatuwezi. Kwa hiyo always mashabiki wa Simba mi napenda kuwashukuru popote pale walipo ambao wametoka Dar es Salaam wamekuja hapa kutusapoti, aise, ni respect kubwa sana kwa mashabiki wa Simba. Na sisi tunajua mashabiki wanachokihitaji, kwa hiyo tutajitahidi wasione kwamba wao wow, labda wanataka kitu fulani si hatuhitaji hapana. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa tunakosea, inatuma kwa sababu mashabiki wetu wanajitolea sana. Ukiangalia hata sometimes mchezaji anakosea, lakini wanakuepo pamoja naye, wanatuapitia wakati mgumu, lakini mashabiki wamekuwa kitu support sana. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, always mimi kwangu wapo moyoni, kwa sababu ni watu muhimu sana katika maisha yetu, hasa tunapokuwa kwenye viwanja vya wageni, wanakuja na kutusupport. Hii ni kubwa sana na tunaheshimu sana mchango wao. Sauti ya kipa iheshimiwe, mwenyewe hupenda kusema hivyo. Uh, mechi kiupande wangu ilikuwa nzuri, lakini kitimu pia kwa ujumla mechi ilikuwa nzuri sana, kwa sababu tulijiandaa vizuri kucheza na Kostali na tulikuwa na mentaliti nzuri haswa, kocha yetu alitupa mentaliti nzuri, kwa hiyo tulikuja na, na, na, na, na plani ya kupata ushindi. Alhamdulillah, namshukuru Mungu tumepata ushindi. Uh, kwanza na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutoka na clean sheet, lakini pia namshukuru pia kocha wangu amakivauj, siku zote tunavyofanya mazoezi, mtu anayecheza asiyecheza, wote anataka tuwe level moja. Kwa hiyo kwa hilo huwa linatusaidia pia sana. Yani mtu hata kama hapati nafasi lakini jinsi tunavyofanya mazoezi ana, kocha mwenyewe pia kwamba anaamini kabisa, siku nikimpa nafasi mtu yoyote lazima afanye kitu kile ambacho kilichobora zaidi. Kwa hiyo haikuwa ugumu sana sababu mechi somara ya kwanza kucheza, ijapo kwa msimu ndo mechi ya kwanza Eh, kwa hiyo hakukua na ugumu wote. Ah, mechi inayofuata mimi naamini katika ligi hii na, na jinsi tulivyojipanga, tulivyojiandaa tukavyojiandaa pia sababu tushajiandaa sana na bado tunajiandaa kila mechi inayofuata, huwa tunajiandaa kwa mechi loka mbele yetu. Kwa hiyo naamini hakuna timu ambayo itaweza kutuzuia. Unamfahamu Volcano? Volcano. Hey, Volcano. Nikoneshe kwa vitendo. Eh. Okay. Eh. Okay. <laughs> Mambo vipi? Uko fresh. Fres uh, uh, from today your name is Volcano. Mm. Yeah, Volcano. Bwana <laughs> <laughs> Kumbe Volcano ni sema mtambulisha sasa, wewe mwenyewe sasa, Volcano ni kuanzia leo Volcano ni Elie Mpanzu. Na kwa nini Volcano? <laughs> Mambo ya geography sasa hapa. Eh, Pringo, kaa vizuri kaka. Tuanze vizuri kabisa nataka Volcano ni, ni, ni, ni namna ambavyo ina, ina erupt. Kosa maneno ya kuzungumza na watu kama wewe Tobi. Volcano ambayo ni Elie Mpanzu, Elie Mpanzu anapochukua mali anaondoka kwa kasi, anafuata lango la mpinzani, vile anavyoondoka kwa kasi na anakwenda kutengeneza madhara ndivyo hivyo hivyo. Volkano inapokuwa chini, volkano inapokuwa chini inakuwa ni magma, uji fulani wa moto hivi. Ni hatari baba, wa moto unatokota kule chini. Baadaye, baada ya presha kule chini, ile volkano ile magma inakuja, inafumuka. ina, ina, ina, ina, ina kitaalamu inaitwa ku erupt, inakuja, inafumuka ikishafumuka na kuja juu, inakuja kuleta madhara. Kama kuna kiumbe hai yoyote maeneo hayo, kinateketea, hakuna kinachobaki hai. Ndio Mpanzu huyo. Sasa ndiyo Mpanzu, anapokuwa chini huku anakuwa anatokota, anapopata mali, anavyoondoka na mali, ana erupt pale, anafumuka anakwenda kutafuta lango la mpinzani. Anapofika lango la mpinzani, hakuna mpinzani anabaki hai. Mpanzu akisha kuwa na mali kwenye eneo la adui yetu, na leo baada ya kushika mali akatengeneza goli la pili kwa Dese Mukwala. Volcano inaua hiyo. Baada ya kushika tena mali akapiga shuti, kipa wa wa wa kosti akatema Kaka. Volcano huwezi kudaka Dese Mukwala akaja kafunga. Kwa hiyo, kwa hiyo ndiyo Volcano. Eh, Elie Mpanzu tazama kiw... ndo no, no mchezaji ambaye akiwa na mpira anachowaza ni kushambulia kwa kasi. Sasa anaposhambulia kwa kasi ndiyo volkano yenyewe inafumuka kaka. Umeiva. Ah. Umeiva kaka. Ah. Lakini mwalimu Fadlu mwenyewe anasemaje baada ya mchezo dhidi ya Coastal na kuelekea mchezo ujao. to, to play a match away from home against a very good team uh, before the big derby. You know, uh, you know, a lot of things go through the player's mind uh, don't wanna get injured um, don't wanna have a bad performance and I'm out for the derby and, um, it was very

Tugeukie mchakato wa kumpata mzabuni wa kuzalisha, kusambaza na kuuza vifaa vya klabu almaruf kit supplier. Kamati ya tenda imepokea na kupitia zabuni mbalimbali, na muda wowote kuanzia sasa mzabuni mpya atatangazwa. Klabu ya Simba ni klabu kubwa, si tu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini bara la Afrika, na tunafanya mambo yetu kwa weledi, tena wa hali juu na uwazi, kama ambavyo hili limefanyika na wote mmeshuhudia. Kwa hivyo kama ilivyo tulivyofanya hili, basi michakato mingine itaendelea na linalofuata, pamoja nani itakuwa ni notification ya hiyo awadi yenyewe kwa yule ambaye uh, atakuwa ame tumesema niemamshindi ni wa sabuni hii ambayo muda kidogo muda kidogo uliopita. Kwa hivyo hiyo uh, itakuwa ni tarehe kumi mwezi wa tatu uh, mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwaka huu takriban siku kadhaa zijazo, si ndio? Uh, takribani wiki mbili zijazo, si tutafanya tutatoa hiyo notification kwa ajili ya yule ambaye ameshinda tena. Kwa hivyo mpaka kufikia hapa, uh, tuna washukuru wote kuwepo hapa, kwa wakati mwingine tena. Soka la vijana ni uti wa mgongo kwa timu ya mpira wa miguu, nasi tumewekeza nguvu kubwa kuhakikisha tunakuwa na timu imara ya vijana. Kikosi chetu cha vijana chini ya umri wa miaka 20 kinaendelea na maandalizi ya mechi zake mbalimbali mbali. Vijana wetu wapo kwenye mikono salama ya kocha mtaalam Mohamed Mrishona maarufu kocha Zavi. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu tupo kwenye kwenye ligi sasa la, kwenye table tunaongoza tuna katika grupu letu, lakini kiukweli ligi ni ngumu ya under 20 ukilinganisha na msimu uliopita kwa sababu ukiangalia zile pointi yani zinakaribiana yani ukipoteza mchezo mwenzako akishinda na kupita, kwa lazima ujiandae vizuri ili tusipoteze mchezo. Tuna michezo mitatu ambayo tunatarajia kuimalizia ili tuweze kupata nafasi ya kwenda katika Super Cup, lakini yote kwa yote maandalizi yako vizuri tunapata supporta kubwa. Sasa hivi tunapata supporta kubwa kutoka kwa viongozi pamoja na kutoka katika timu yetu ya senior team pamoja na benchi la ufundi la timu kubwa, kwa hiyo tunategemea mazuri kupitia kutoka, kutoka katika vijana wetu. Eh, kumekuwa na utaratibu sasa hivi eh, senior team kucheza na youth team, kama ambavyo imekuwa hii leo. Ina faida gani kwa timu ya vijana, utueleze kiufundi moja, lakini pia ina faida gani kwako wewe kuchukua vitu kutoka kwa walimu ambao wapo senior team? Hivyo hivyo pia utaliongeza hili swali kwa vijana. Kwanza ah, kabisa mi nashukuru, nashukuru Mungu sababu, kwanza, kwanza, kwanza nimempata mwalimu ambaye anapenda vijana. Ah, kuna utaratibu sasa hivi upo kwenye timu zetu ah, Uh, kile ambacho kinafundishwa kwenye timu kubwa ile filosofi ambayo inaonekana kwenye timu kubwa inatakiwa pia ionekane kwenye timu ndogo ili mchezaji akipata nafasi ya kwenda timu kubwa asiwe mgeni. Yanasende kushangaa matama. Manake, kuna kitu tayari kuna ABC amezipata kwenye under 20 anaenda nazo kwenye timu kubwa, kwa hiyo imetusaidia. uh, mwalimu Fadlu, ametupa nafasi sasa ya kuja kujoin kwenye mazoezi yake, pia ametupa nafasi ya yeye mwenyewe sasa kujoin kwenye mazoezi yetu, inatusaidia sana kukuza taaluma yetu, pia inatusaidia sana kuendana na filosofi ambayo yeye anaitaka, kwa sababu end of the day

Msajili yote anayetoka under 20, lazima aendane na philosophy ya Simba, aendane na philosophy ya Fadlu. Kwa hiyo inatusaidia sana. Pili, kupata ile nafasi ya kucheza na timu kubwa, kwangu mimi inanisaidia, kwamba napata kuona vitu vingi kwa sababu unapocheza na senior team kuna vitu vingi vya, vya tactical unaviona ukilinganisha na kucheza na timu, timu ambayo ipo kwenye level yako. Kwa hiyo unavichukua, unakwenda kuvipachika kwenye timu yako ya under 20 manake vinakuja kukufanya mambo makubwa kutana na timu ambayo kwenye daraja moja. Pili, inanisaidia sana pia kwa wachezaji wangu kuna exposure fulani wanaipata, unajua mtoto wa akiwa an anacheza na mchezaji ambaye anamwona kwenye TV lakini sasa leo anacheza naye hivi. Kuna vitu anajifunza pale, the way ndani kwenye uwanja dakika 90 anacheza naye, lakini kuna vitu mle ndani anajifunza kwenye kwenye the way, anavo anavo anavo receive ule mchezaji, anavokimbia kwenye space, anapokuwa ana mpira nini anafanya, na anapokuwa ana mpira nini anafanya, inatusaidia kimjulia, kitimu as a team na as individual, kwa mchezaji mmoja mmoja. kwa hiyo mimi ni mshukuru sana kocha Fadlu kwa kutupa hizi nafasi na tuna imani kwa baraka za Mwenyezi Mungu inshallah tutakuwa na vijana wingi ambao kwa msimu unaofuata watakuwa tayari wana ABC za, za, za, za, za timu kubwa. Kwako? Kwangu mimi imenipa ime, ime, ime, ime, ime matumaini kwa sababu uh, kocha anajifunza sio kwenda darasani tu kwa sababu tuna, sisi tunaendaga kozi tukimaliza kozi tunakuja tunaifanyia tuna, tuna, tuna, tuna, tuna tuna kazi. Lakini mpira kila siku unabadilika, kwa hiyo kama utabaki na ile ile ya darasani tu ukaamua kuichukua ukaja, ukaja kuifundisha huku, ujue mwenzako ambaye anasoma kila siku atakuacha. Kwa hiyo kupitia hichi ambacho mwalimu Fadlu anataka kufanya, kwa sababu niko darasani, yani imeendelea kuwepo darasani, yani inafundisha lakini bado niko darasani, kwangu mimi inanufaisha vitu vingi sana, najifunza, lakini na huko pia nafundisha kitu ambacho mimi nakitaka. Ni kumwona nda 20 wangu anatoka hapa anaenda kucheza senior team, kwangu mimi hilo ni ubingwa. Kwa hiyo inawezekana, kwa sababu pia pia tuna, tunapata hiyo hiyo wanasema uh, tunapata hiyo usaidizi kutoka katika timu kubwa, kwa sababu hakuna kitu kizuri kwamba kutengeneza kitu ambacho unakipeleka juu. Yule ambaye unampelekea ana, ana, ana, ana, ana, yani yule unampelekea kule juu maanake ana a, yule mchezaji ambaye ane, anaendana na yeye anavyotaka ndio kitu kizuri, kwa hiyo kupitia kocha mkuu, kocha mkuu Fadlu, uh, vile ambavyo anavyotaka yeye, yani training zake zilivyo, na timu ndogo iwe hivyo hivyo, mchezaji gani ambaye anaingia ana, ana, ana kwenye, kwenye mfumo wake. Kwa hiyo itanipa hope kubwa sasa kutengeneza mchezaji ambaye atakuwa ni rahisi sana kupandishwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari amepata ABC za mwalimu wa timu kubwa.

Simba fans, Ramadan Karim. Niwatakie wa Tanzania, wana michezo wote mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani Karimu. Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, napenda kuchukua fursa hii kuwatakia mwezi mtukufu na mfungo mwema wa Ramadhani. Assalamualaikum ndugu zangu Waislamu. Ramadan Karimu. Assalamu alaikum. Bienvenue ramadan. Bienvenue au uh, mois de, de ramadan de tout no un mois. Niwatakie heri ndugu zangu Waislamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani karimu, assalamualeikum ndugu zangu Waislamu. Uh, kwa kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani niwatakie Waislamu wote Ramadhani karimu, assalamualekum as warahmatullahi bon mois de, de jeune a tous aakaladans la force determine sejour da la, la sante bomade rab ramadhan karim tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Napenda kuwatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu wote biniani kote, Ramadhani karim.